Dada Shimi karibu, asante madam. Umetokea wapi na umetusikia wapi? Nimetokea Kibaha iliyopo Pwani, mwasikia social media, nime nilikuta clip watu wanaojia maswali kama hivi ndio. mm -hmm. kwa nikaa nimechukua nini namba mm -hmm. nikaa nimewapigia mm. nimeongea na nyie, nikasikia nikasikia, ni wanaeleza alivyonieleza leza vitu vizuri kwa nikawa nimependa nini, jinsi wanavyo nini, wanavyokupokea vile kwenye simu, nikasema wao wetu kweli ni wakarimu, ngoja niende nikifanye mm, niende kwa sababu alituhakikishia kabisa kwenye simu kwamba kazi ni nini, ni uhakika mm. Nikamwambia sawa, mm, nitakuja. Akaniambia karibu sana dada Shimi. Okay, kule kibao ulikuwa unafanya nini? Mi naishi kwa dada yangu ah, kibanda kwa dada yako iyo ameolewa pia. Nikuwa nafanya kazi maeneo ya palepale Kibaha, lakini se, ni vituo tofauti tofauti, nafanya kazi za ndani ndio nifanya kazi mara mwisho nifanya kazi, nikuwa nilikaa mwaka mmoja na miezi minne ndio. Okay. nikuwa na elfu sabini. Ehe. Sema sasa hiyo kazi ilikuwa ya kidogo, ina changamoto kwa sababu unakuta unafanya kazi elfu sabini, lakini unakuta unapangiwa na kazi ambazo si hizo. Kwa sababu unakuta mtu anakupeleka hadi shambani inaruka ile atoe kazi za ndani, kwa sababu umekuja umepewa kazi za ndani tu, unapewa kwenye kilimo kikubwa unaenda kulima. Kwa hiyo ndio ilikuwa changamoto hapo nilipotoka. Ndio, baada ya kutoka hapo nikabidi tu nikae tu na kwa dadangu. Ndio nikawa nimewafuatilia nyie, nikaamua nije. Ah, ndio haya, Dada Shimi karibu. malengo ni nini? Mi nalenga kufungua duka, nataka kujadili mwenyewe, nifungue duka niweze kuuza nguo za watoto wa kike. Kwa hiyo unatafuta kama kiasi gani? Nataka milioni mbili na nusu. Ukipata milioni mbili na nusu naweza kuanzisha biashara ya duka. Ndio, sawa kabisa. Ah, sawa, milioni mbili na nusu inapatikana, lakini lazima uwe mpambanaji, lazima ujitoe kufanya hizi kazi, sio kazi nyepesi. Unasema umefanya zaidi ya mwaka Tia. Kwa hiyo we utakuwa huna ugeni nazo, tofauti ni nyumba na kila nyumba tabia zake, lakini kazi ndo zile zile na zina changamoto zake. Kikubwa ni uvumilivu na kuweza kujitoa kufanya kazi ili uweze kutafuta cha kwako. Ukiwa mvivu utaweza hizi kazi, zina kero zake, umeelewa eh? Tia, ya uvumilivu ambao sisi labda tunaokataa ni ule wa vipigo. Kama utakutana na bosi ambaye anakupiga au anakutukana matusi kuondolea utu wako kuhusu okay. uvumilivu huu kwetu tunautambua kama unyanyasaji na hatutakubali bosi wa hivyo, tutavunja naye mkataba. Lakini maswala ya kuelekezwa jinsi ya kufanya kazi, bosi anakuta kazi zake hazijafanyika, atagomba. Hiyo ni kawaida kwa binadamu. Hakuna bosi okay. atakuja akute kazi zake hazijafanyika afu akuchekee. Hapana, right. E, kwa hiyo na nyinyi pia sasa inabidi uangalie kwa upande wako, kwasababu hapa tunawaelekeza kabla ujatoka kwenda kazini, hapa kuna training tunafanya jinsi ya kuenda kufanya hizi kazi ili uweze kufanikiwa. Kwa hiyo ukitusikiliza ukazingatia, mimi na uhakika utatimiza lengo lako hilo la kwenda kufungua duka lako la nguo. Nakukaribisha sana Wadada Center. Asante. Haya.